Muda mfupi baada ya kukabidhi kadi ya CHADEMA kwa mwenyekiti wa UDP taifa bwana John Cheo, Dr Medeye, ambaye amewahi kuwa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi katika serikali ya awamu ya nne iliyopita, amesema kabla ya kuchukua uamuzi huo, hapo awali alifikiria kuanzisha chama chake baada ya kuona vyama vingi vya siasa hapa nchini vinajali masilahi ya chama pekee badala ya wananchi. Kwanza, na nakutolea mfano wa kitendo cha wabunge wa UKAWA kwa sasa kuendelea kususia vikao vya bunge la bajeti mjini Dodoma, hivyo kumnyima haki ya msingi mwananchi aliyemchagua mbunge kumwakilisha bungeni. Natumaini mnaona yanayoendelea sasa hivi. Kwa mfano katika bunge bungeni, wabunge wa bunge, wa upinzani wako nje ya bunge, hawapo bungeni, sababu kila siku wanachungulia kisha wanatoka nje. Sasa kwangu mimi hilo linanikera kwa sababu tuliwachagua waende wakatuwakilishe katika kutunga sheria, na sheria inatungwa ndani ya bunge, sio nje ya bunge. Sasa katika hali hiyo, katika hali hiyo, ningetamani na wito wangu kwao ni kwamba warudi bungeni, wakae bungeni, watulie, washiriki kutunga sheria pamoja na Tanzania. Naomba kusisitiza kwamba tangu kurejea kwa vyama vingi nchini mwaka tisini na mbili, nchi yetu hii bado haijawa mfano barani Afrika kwenye swala la demokrasia ya vyama vingi. Bado tunasuasua mno, na hii ni aibu, kwa sababu hii ni nchi ambayo inasifika kwa, yani kwa kuwa na amani na utulivu Afrika. Upande wake mwenyekiti wa UDP taifa Bwana John Cheo amesema hatua ya chama chake kuendelea kupokea wanachama wapya ni ishara tosha inaonyesha demokrasia inazidi kukua zaidi. Nawaomba ndugu zangu wa UKAWA warudi bungeni mara moja. Mambo ya kujitetea eti tu katika viwanja vya bunge, huo ni kudanganya wananchi. Hatukuchaguliwa, huchagui mbunge akawe kwenye uwanja wa wa bunge. Unachagua mbunge akae bungeni. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Kapalatu, ITV.